Ndugu yangu, ninashukuru kwa makaribisho ya asubuhi, na pia ninashukuru ya kwamba na ikawa siku ya tatu. Jambo hili linapendeza sana. Mtumishi wa Mungu unapozidi kutoa makaribisho ukinukuu neno la Mungu, Mungu azidi kupanua na ministry ya kwako. Tunaingia katika siku ya tatu kama vile ambavyo imetangulia Ningependa nitoe salamu za upendo wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru kwa sababu ya siku ya leo. Na katika safari yetu ya kusimika nanga katika dhoruba, ama ukipenda kuwa umedhibitika kwa ajili ya dhoruba. Tunaingia katika sehemu ambayo siku ya leo tunataka tuangazie jinsi ya kukuza Jinsi ya kukuza imani yetu kwa Mungu. Kumbuka tuna mada hii ambayo tunaongea kuhusu udhibiti kamili. Tunadhibitika mwanzo ili katika kipindi ambacho kiko mbele yetu hamna kitu ambayo kitakachokuwa kinatutisha. Na ndiyo maana Paulo katika fungu letu la kukaliri Waefeso nne na mstari wa kumi na nne anasema ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila pepo wa elimu, kwa hira ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Tuombe Mungu. Asante, nena pamoja nasi Matarajio yetu ni kwamba tuwe kama wewe na pia tuweze kusimika nanga yetu katika ndani ya Yesu Kristo ambaye ni nanga imara, na kuomba ya kwamba ukajifunue kwetu kila mmoja ambaye tumeamka kwa ajili ya kuanza siku ya leo. Matarajio yetu ni kwamba anza nasi, ukatuangazie uso wako, kwa jina la Yesu, amina. Mtu wa Mungu, twawezaje kukuza imani yetu kwa Mungu? Hiyo ndiyo jambo ambalo utakalolizingatia kipindi ambacho tunapojiuliza ya kwamba, maana kwa wale ambao tunakumbuka, siku ya kwanza tulisema maisha ni safari na, ninajipata ya kwamba sita, si, siwezi jiunga nanyi kwa sababu wakati mwingine niko na vipindi vingine. Kuna wengine wanaamka saa tisa tunawahudumia la, lakini mara nyingi huwa najiuliza kipindi ambacho hatujakutana na nyinyi na kipindi ambacho sina wale watu wa saa tisa, ijapokuwa mimi ninaamka hiyo masaa na kuomba, na, na ni kwa rehema tu za Mungu, lakini ukweli ni kwamba kama hakuna kuzingatia neno la Mungu itakuwa rahisi, maana dhambi inatuotea mlangoni. Tutawezaje kudhibitika? Kwa ajili ya dhoruba, kwa kukuza imani yetu kwa Mungu kila siku. Kila siku soma neno la Mungu, roho ya unabii, na kama Daudi, lifiche neno la Bwana ndani ya moyo wako, ili usiweze kumtenda kutenda dhambi. Jambo la pili Honest Prayer for the enduring of the Holy Spirit. Kitabu cha Yohana, Yesu anaonekana akitoa mambo haya. Yohana kumi na nne mstari wa kumi na sita hadi aya ya kumi na nane anaposema, nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumwoni wala haumtambui. Mbali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye anakuwa ndani yenu. Si tu, si, sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Maombi ya asubuhi, ndugu zangu kando na kwamba tunapoambiwa na mwelekezi na tutoe maombi yetu, ama nafsi zetu ambazo tunazotaka, tunataka maombi gani? Na ni jambo moja ambalo huwa ninalifurahia katika kundi hili ya kwamba kuna maombi ya daima, kujazwa Roho Mtakatifu, uhai wa kundi hili, muguzo wa neno wa ndani, utakaso. Jambo la kwanza ambalo ni la kutia msingi sana maana Roho akija kwetu, Yesu anasema huyo Roho akija kwetu ataifunua kweli yote. Na kwa hivyo katika jaribu langu, Roho ana uwezo wa kunipea nguvu na kunisaidia kuelewa jaribu hili. Kipindi ambacho ninahitaji kudhibitika ni kwa sasa, ila si kwa kuvunjika moyo nikiwa na roho Mtakatifu atakuwa ananikumbusha ya kwamba mi tuko katika ulimwengu huu kama vile Paulo anasema, lakini sisi si, si wa dunia hii. Roho huyu atanikumbusha ya kwamba japo kuwa ninapita katika machungu kwa kumpoteza mpendwa, ya kwamba hivi karibuni, Yesu anasema kila chozi litavutwa na kwa hivyo ina msingi sana kuweza kuomba honest prayer, maombi ya bidii na kujinyenyekesha, ili tuweze kupata Roho wa Mungu akikaa ndani yetu. Maana Biblia imesema ulimwengu hamtambui, lakini nyinyi munaye. Bwana Yesu awe very confident ya kwamba sisi tuna roho. Na ndiyo mpendwa, nakwambia semezana na Bwana asubuhi ya leo, mpendwa kipindi kingine Mungu anahuzunika wakati tunapokuwa katika tatizo, lakini baada ya imani yetu kuwa imedhibitika ime, ime. Kipindi kingine tunavunjika moyo, Mungu anasema huyu mwanangu nilikuwa nimeruhusu kwa sababu nilijua hii nayo ataweza, lakini kipindi kile ambacho tunaenda kinyume kwa kukana nguvu za Mungu Mungu anahuzunika, lakini leo tuna habari njema namba tatu. Funga mirango yote, against evil sijui <laughs> Kiswahili itakujaje, close the door of the heart against evil. Kitabu cha midhari nne ishirini na tatu husema ya kwamba katika dani ya roho ndipo chemichemi inapotoka roho ni ndanganyifu. Nikawaambia siku moja ya kwamba ulimwengu leo inasema fuata roho yako, follow your heart. Lakini katika bibilia inasema ya kwamba hiyo roho ni danganyifu, the heart is deceitful. Na kwa hivyo tunaposema ya kwamba nitafuata roho yangu, ya kwamba mimi hawezi nifanyia hivyo hawezi? Unajua, hapa hapa kwetu Kenya kuna hiyo ambao mtu anagonga hapa kwa kifua kidogo, anasema siwezi fanyiwa hivyo, na ndio maana unaona hata leo hata katika mahusiano ya ndoa, kwa sababu nitamvumilia, si, si kumvumilia, si kumvumilia kwa sababu nilisema, yani, ni, ni wakati mmoja simsamehei mume wangu, wakati kipindi ambacho nimejua amenisaliti ame simsamehei, kwa sababu nimeridhika kwa jambo ambalo walilonitendea lakini ninamsamehe ili shetani asichukue advantage katika hiyo weakness yangu, na ndio sababu Efeso anasema ya kwamba nne ya kwamba usi usi, usi, usi, usi, usikasirike hadi jua litue, na pengine anasema ya kwamba ili usiweze kutenda dhambi hiyo hiyo. Nitasisitiza siku nyingine, iruhusu ninyamazie tu hapo lakini si, ninafanya ninakusamehe nina si kwa sababu nimeridhika ulinifanyia vizuri, lakini ndio shetani asitake advantage of myself. Funga cross the doors of heart, of the heart against evil, ili pasikaribie uovu wowote. Na Daudi anasema katika kitabu cha Zaburi moja na mstari wa kwanza hadi wa tatu. This has been my ever favorite verse. Kwa kunukua anasema heri asiyekaa kwa watu wenye mzaha, shauri la wasio haki, udaku, vita, vya, vita hazina afya, uhusiano usio na faida. Kata hiyo uhusiano mara moja, ili usiweze kufungua roho yako kwa uovu kitabu kinaitwa Revive Us Again, kimeandikwa na mtu anaitwa Mark Finley. Husema ya kwamba ni kipindi cha kuongea kidogo na kuomba sana. Naye Paulo katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza kumi na tano mstari wa thelathini na tatu anasema mazungumzo mabaya huharibu tabia jema, jiepushe, jiepushe, cross the door of the heart against evil kama utapata ile kifuli kubwa hapa kwetu, kuna kifuli inakuanga kubwa sana ya askari. Kama unaweza funga roho yako na hiyo kifuli, na kwa sababu hauwezi endea kwa duka hii kifuli, utafunga hiyo roho kwa neno la Mungu, na uovu hautakuwa karibu nawe katika jina la Yesu. Jambo la mwisho, be a witness. Tulisema tulipokuwa tunatangulia siku ya kwanza ya kwamba kuna dhambi mbili: sin of omission and sin of commission. Dhambi ambayo ni ya kulivunja sheria ya Mungu ambayo tunajua, na ndiyo tunang'ang'ana nayo sana, nisiimbe, nisizini, nisiue. Hizo tuko sawa, hata hatufanyi hiyo. Lakini kuna dhambi ambayo James Yakobo, anasema lile unalojua kulitenda ila hautendi hiyo ni dhambi. Toka Be intentional ya kuwa shahidi. huyo kondakta, mtakuwa mmekaa na yeye anapokujibu hapa kwetu, kama kuna watu ambao wanaweza haribu siku yako ni, ni hizi gari za abiria. Kama hujazoea kwenda na gari za abiria hapa labda unaendesha gari la kwako, ile siku unaingia kwa hizo gari za abiria nakwambia ni kama wanakuanga wametumwa, atakwambia kikitu mpaka unajiuliza, eh, kama jana nime, eh, nime abiri gari moja nilipokuwa naenda shuleni alafu pahali tukafika akafungua dirisha, maana ni, ni, ni sana ni kwa hivyo ni gari hizi dogo. Sasa amefungua dirisha na mimi niko hapa nyuma yake namwambia ko Daktari, ninahisi baridi sana, naomba usifunge hiyo dirisha. Ah, mama, siwezi kufunga dirisha. Kwani mimi nitachukua customa. Sasa jameni lakini nashukuru Mungu kwa sababu nilipokuwa nashuka ile gari, nikamwambia e, Bwana, hivi kweli umenisomea kitu ambayo hamna mimi nilikuwa na kuomba. Maana tulikuwa kwa safari mrefu U, wakati ambapo utakuwa umefunga kwa, uh, unakumbuka ile tumesema ya kwamba cross the door of your heart against evil, itakupa uwezo wa kujibu kwa, kwa, kwa ile tulisema jana, inakufundisha kuwa humble, patient Be, be a witness, develop a life of of witnessing to others the love of God. Jizoeshe, jizoeshe usigoje ukue na Biblia ndiyo ufanye fungu. Hapana, hiyo yenye huyo mtu anataka kukusomea, anataka, anataka kujibu vibaya, neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako ili yule mtu badala ya kufanya makosa ya kumjibishana na yeye unamwangalia hivi unamwambia, unamhurumia, unakumbuka ile moyo tulisema jana, moyo wa huruma. Unahurumia huyu mtu na una uwezo una, una, unamwombea kama una uwezo wa kumwombea hapo, ama kumwambia ndugu, haingekuwa hivi, sawa? Lakini kama hamna, beba hilo kama hitaji la kwako, maana ulimwengu unahitaji Yesu. Ulimwengu watu wanaumia, na ndiyo maana kwa kipindi kingine wanafanya mambo haya. Be compassionate sympathy and empathy. Kumbuka hayo maneno tulisema jana. Na kwa sababu ya mambo hayo, tutawezaje kuja ima, kuza imani yetu kwa Mungu? Kwa kupitia mambo haya, mtafute Mungu kila wakati, omba kwa ajili ya utakaso wa Roho Mtakatifu, funga milango yote against evil na uwe shahidi katika jina la Yesu. Leo nimebarikiwa inaomba wangu hapa karibu, ataka atatufanyia ombi la mwisho, tunapokaribisha mwelekezi wetu siku ya leo. Karibu, asante. Amin, natuombe. Mwenye uwezo wote, wewe uko we, unatuwezesa kwa sababu sisi hatuna nguvu. Tunaomba uwepo wako wa nguvu zako za kusida muofu, ndio tunaomba asubuhi ya leo ili tunapoanza siku ya leo, hata tunapoendelea hii, hii maisha, matubariki nayo, tuwe wasidi, kuwa nasi nani, katika jina la Yesu mkombozi wetu, Amen. Amen.